Yaani wewe muda wote ndo hicho kisima tu eh? au ulikuwa nawe mpumbavu mwenzio huko? Hapana mama, mimi nilikuwa peke yangu, alafu mimi yule sio mchumba wangu, mimi ni rafiki yangu tu. Mimi yangu. Najua kila kitu unajua, umeniweka mimi nilikuwa nataka kwenda zangu shambani. Wewe ndio umeniwekesha hapo ushanichelewesha kwenda shambani sasa mimi naondoka mji na nakuachia wewe huu. Sawa.

Haya, za asubuhi salama. Vitikise, shikamoo maaba. Vipi hali za nyumbani kwenu? Nashukuru Mungu si yeye. Naendeleaje sisi? Hatu jambo. Haya, vipi yule kijacho anaendeleaje? Jambo, tunamshukuru Mungu. Ah, na sisi tuko salama. Mambo ya kiwadia, nitakuita sawa, kama kaida yetu jadi. E, kama kawaida <laughs> za wakunga wakunga. <laughs> Hey, naona kutoka kubangodi

Najua sisi ni wanao na tumekuja hapa si kwa lengo baya. Ninafahamu ufika kuwa mliisha kutana mara kadhaa huko nyuma ya Dokta Chilo na si kwa nia mbaya. Na hatutaki kumletea shida mtu yeyote. Kama kuna tatizo nyuma liishe, tunahitaji maendeleo katika kijiji chetu sawa, eh? Tunahitaji miundombinu ya maji kae sawa. Angalia maji yakisimami, maji ni machafu, hasa kipindi hiki cha masika. Ndo kabisa, mvua zikenyesha tu, maji yote mna mabakteria mule. Sasa we ni mkunga na nitegemezi, pia ni mzazi, unasikia maumivu hivi Ha, watu wote ambao wanapambana kuwaleta duniani wakikuwa elimu watapatia wape zaidi ya wa kuhitaji shule hapa kijijini kwetu. Ndo hichi tunachopambania wa mwenye shahidi kelele kila siku, matatizo kila siku, ama kilomita ya umbali wa shule, watoto wa kike wanabakwa bado wakiwa watoto wadogo sana. Wewe ukiungana na sisi tuna uwezo wa kufika, si umenalewa? Ndio maana mama, tumekuja kwako kiupole, tuzungumze, tushauriane, tukubaliane, tujue nini cha kufanya. Mimi labda tu niseme kitu kimoja, tusiishi kiuzamani, tuishi kisasa, maana siku hizi mambo yamebadilika sana. Nitikisa sikuja kijijini ili nikuvunjie heshima kwenye kazi yako, ila tu nimekuja kwa ajili ya kutaka maendeleo ya jamii yetu ya kiafya zaidi. Hofu yangu mimi kwa wajawazito, kuna wakati wanakaa kwenye uchungu kwa muda mrefu, na wanakuwa na changamoto mbalimbali mbali. akaweza akawa na kujua kwa muda mrefu kutokana na kibofu kutoboka. Sasa ukiwa hapa nyumbani kwako, huwezi ukamsaidia, lakini tukishirikiana na wataalamu wa afya atapata matibabu mazuri na atapona na ataepukana na fezea atakayopatikana nayo hapa mtaani. Ulikuwa unalijua hilo? Msikilize huyu huyu, ana elimu na hayo mambo, na kingine, ukimsikiliza okay, kwa umakini, Dokta Chilo tageti yake kubwa si kukupinga wewe. Yani lengo mshirikiane, mufanye kazi pamoja panavyohitajika, yeye kuweka utaalamu wake ambapo wewe kama mkunga huwezi afanye, wewe unavyohitajika kuweka utaalamu wako, akuache ufanye. Ndio lengo lake, sio tupingane. Siku si pingi kabisa, mama angu, wala sina nia mbaya na wewe kwenye kazi yako. Kabisa, kabisa. Ah, ah, ah, ah, ah, ah.

Kwa gamba? Maana ninakushuhudia na macho yangu ukitoka chumbani kwake. Una haya. Hmm. Kujua ni kwa gamba ni nani na nani? Ama mapenzi. Hey. Sikiza, basi nakupatia onyo, nisikize mara mbili mbili, sitaki kuona kwa gamba wala na gamba, shenzi mkubwa hiyo

Natoka mara moja, nitakwambia mama. Unanieka mm, nanieka roho juu mwanangu, sina amani unajua, acha niondoke, narudi mara moja. Sawa, ah, kijiji chetu cha mambo leo, vifo na vilio. Kijiji chetu cha mambo leo, hakuna maendeleo. Jana nilipita hapa kipindi, nafika hapa barabarani namkuta Zubeda nazunguka zunguka hapa nachungulia chungulia vipi ulionana naye Zubedi hapo? Yes. Nyumbani kwangu ah. Mimi baada ya kumwona vile, nikaona niachane naye. Sikutaka kumwongelesha, nikapita huyo nikaondoka zangu. Ulionana naye? Hapana, lakini inanifikirisha Zubedi alifuata nini nyumbani kwangu. Sina hadi nayo ah. Yoyote tuachane na hilo. Uhum. Vipi kuhusiana na harakati zetu tutaenda lini kwa mtendaji? ah. okay. sawa. unajua, <laughs> kama usingeniwai wewe hapa nyumbani, mm, leo mimi ningekuja nyumbani kwako muda wote, bwana. Nataka nimalize malize kufua fua hapa niweke mambo yangu sawa, nije huko kwa nyumbani kwako kwa. Ujue bwana, zile harakati zipo kama zilivyo vile vile, na maana kuanzia sasa hivi au muda huu iwe leo ama kesho ama kesho kutu Lazima tutimize kile tulichokipanga, amaa labda tuniseme kitu kimoja gamba hmm, ili jambo tumeshalianza, na kama tumeshalianza lazima tulimalize. Sawa sawa hiyo eh? Yeah. Kwa hiyo... tufanye huu ndio muda kufanya, kama tunaweza kulifanya leo la kesho, si hatulijui, unanielewa eh? Basi sawa bwana, mimi sitaki kukaa sana, acha nimwahi huyu mama kijacho bana, si unajua <laughs> Sitaki kumwacha peke yake sana mke wangu kwa muda huu, mm, kwa sababu nahitaji niwe naye karibu. Si unajua mazingira yake, sio? Yes. Mchezo basi ni kuacha yeah, yeah, mm. ah. so, ina noma gamba sisi vijijini wenzenu sasa hivi tuna minyanya tuna kina viwanda tu vya biskuti. Ah, sisi hivi hatuviwezi bwana, kazi za viwandani eh. Hatuziwezi sisi ngwamba ah. na kukata mikaa ah. Haya bwana, la mwewe haya. Haya bwana. madugu yangu. sawa ameaya anaayasaa eh? eh. Samahani Dr. Chilo Ndio. inahitaji kufahamu ni ja. lini na ja. ni siku zipi ambazo mwanamke akifanya tendo la ndoa anapata mimba na ni siku zipi ambazo akifanya tendo la ndoa hapati mimba. Hmm. Kibena. Vipi? Ushapata mume? Hapana. Nimefurahi kwa sababu ni binti ambayo una kiu ya kuweza kujifunza masuala mbalimbali ya afya. Na kiu yako hiyo inanipa majibu kwamba una fikra za kuweza kuelimisha jamii yetu ya mamboleo. Eh, ili kuweza kujua mzunguko wako wa hedhi na ukajua siku ipi ya kushika mimba na siku ipi ambayo ushiki mimba, ni lazima ujue kwamba una mzunguko wa siku ngapi. Wanawake wengi wana, wana mzunguko wa siku ishirini na nane. Mzunguko huu wa siku ishirini na nane unakuwa mwanamke yai lake linatoka kwenye vifuko vya uzazi siku ya kumi na nne, ndipo yai linatoka kwenye vifuko vya mayai na kwa ajili ya kurutubishwa na mbegu za kiume. Sasa kama una mzunguko wa siku ishirini na nane, basi kuanzia siku, siku ya kumi na moja mpaka ya kumi na sita, hizi ni siku ambazo unakuwa kwenye kipindi cha kuweza kupata ujauzito. Unafahamu kuhusiana na hedhi, neno hedhi? Hapana. Hedhi ni zile siku ambazo unakuwa unaona damu. Kwa hiyo kwa mfano una mzunguko wa siku ishirini na nane unaona damu kwa siku nne. Kwa hiyo utahesabu kuanzia ile siku ya kwanza mpaka siku ya nne ambazo ni za damu, sawa? Kwa hiyo utahesabu siku ya tano, ya sita, ya saba, ya nane, ya tisa, ya kumi, kuanzia umemaliza hizi mpaka siku ya kumi. Hizi siku ukishiriki tendo la ndoa kwa mzunguko wa siku ishirini na nane hauwezi ukapata ujauzito. Kuanzia siku ya kumi na moja na mpaka ya kumi na tano hizi siku unashika uzito huu ukiendelea tena huko mbele unaweza tena ukafanya tendo la ndoa pasipo kupata ujauzito umeelewa? Kibena, una swali lingine ambalo natamani kulifahamu juu ya afya yako? <gibu> Hapana, um, sijui ni ukaribu wetu, maana hmm, ninakuota sana usiku na kama unakumbuka siku ile nilikwambia kwamba, yes, nakuota huwa anakuwaza sana na kufikiria sana. Nina hisia kali juu yako na kupenda. Kibena, hili swala nimekusikia na ninahitaji kama muda kidogo.

No, no, no. Kijiji chetu cha mambo leo, hakuna maendeleo. Kijiji chetu cha